Hope mko sawa, mko na kalamu, mko na karatasi, mko na kila kitu. Nisione mtu akiguza mapua, nisione mtu akiguza mdomo, nisione mtu hakimuvu, hakimuvumuvu kwa hii klasi. Andika hapo, bila kulia wala kushtuka. Haishie kwa ndoa isiyo na amani, aishie kwa ndoa isiyo na amani, uishi kulia. Aishie kwa ndoa iliyo na vita, hung'olewa meno mbili. Aishie kwa ndoa isiyo na amani ambayo iko na vita, hung'olewa meno mbili, andika hapo. Aishie kupigania mwanaume, unjiaibisha. Haishie kugombana na madhailo na kijana wake ana msapoti, mwishowe ndoa uisha. Aishie kupigana na madhailo na kijana wake ana msapoti, ndoa uisha. Aishie kufulia mwanaume manguo ndio amfurahishe. Aishie kufulia mwanaume manguo mingi mingi ndio amfurahishe, makucha ung'ooka na huwa ana parara aishie kwa ndoa kuzaa watoto wengi ndio ateke mwanaume maisha yake huenda segemunege. Mwishowe mwishowe uishia kuwa mama wa watoto ambao baba ametoroka. Andika hapo, mama ya watoto ambao baba amemtoroka ya bwanake, ategemeaye pesa ya mwanaume mipango yake haikamiliki. Aishie kupigia pesa ya mwanaume mahesabu, mipango yako haitawahi kamilika. Aishie kuangalia na kufikiria kuangalia simu ya bwanake, mwishowe ni kilio ya machozi tiririri. Andika hapo, mwishowe ni kilio ya machozi tiririri. Andika hapo. Aishie kwa ndoa yenye madharau na haupendwi, aishie kwa ndoa yenye madharau na haupendwi, unaendelea kunjikazania kukaa hapo, siku moja utarukwa na akili siku moja.